Na mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya Haji Manara kuonyesha eh, kwamba yuko katika processi za kutengeneza nyumba eh, yuko katika processi za kujenga, swala la kushusha mjengo huko Kigamboni jijini Dar es Salaam, watu wengi sana bwana, wamekuja kulihusisha hilo swala na ishu ya Zailisa, kwamba Zailisa bwana ameachana na Manara. Manara huko kumbe ana mambo yake alikuwa anayafanya low key, kwa siri, alikuwa na project zake za maendeleo, ambapo mara baada ya Zailisa kuweka wazi kwamba ameachana na Manara na kuachana kwao, kila mtu akawa ametengana na mwenzie, huku Manara ameonyesha akiwa yuko site akiwa anajenga gorofa huko Kigamboni, na alikuwepo hapo site yeye, babaake pamoja na wanae pamoja na watu wake wa karibu. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, wadau bwana, wanasema kwamba moja kati ya livyo, mba, peji huko mitandaoni zimeripoti kwamba Zailisa amepishana na gari la mshahara, kwani angebaki na Manara, naye pia ndio angekuwa mama jengo, lakini mambo yamekuwa tofauti mara tu baada ya Zailisa kuamua kuachana na Manara. Hapa kuna page hapa wameandika kwamba Haji Manara ameonyesha hatua za awali za gorofa lake analolijenga huko Kigamboni. Inasemekana kwamba aliyekuwa mkewe Zailisa hakuwa anajua kwamba Manara anajenga. So Manara kumbe bwana alikuwa anafanya hizi process za ujenzi kwa siri bila ya Zailisa kujua. Lakini baada ya kuachana na Zailisa, ameamua sasa aweke mambo yake bayana. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na ku reply kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.